Thaniyan, aina ya pili ya ukweli, alsidqu maa nnafsi, ni mtu kuwa mkweli kwa nafsi yake. Mtu kuwa mkweli kwa nafsi yake, wa yakunu dhalika bimuhasabatiha, wa tashihi akhtaiha. Na mtu kuwa mkweli kwa nafsi yake, wanasema ahlulilmi, jambo hilo linakuwa kwa kuihesabu nafsi. Yakunu dhalika bi muhasabatiha, jambo hilo linakuwa kwa kuihesabu nafsi. Wa tashihi akhtaiha, na kusahihisha makosa yake, kuhakikisha Muislam usiku na mchana, yuhasibu nafsahu, akawa ni mwenye kuihesabu na kuiangalia nafsi yake ni matendo gani imefanya Wakati wa mchana ni matendo gani imefanya wakati wa usiku, awe ni mwenye kuihesabu nafsi yake, na asibakie kuihesabu tu, bali awe ni mwenye, ni mwenye kusahihisha makosa yake, wa tashihi akhtaiha, na kusahihisha makosa yake, yani makosa ya nafsi yake, Muislamu ambaye ni mwelevu yule ambaye ni mwenye kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, mwenye kujua maslahi ya nafsi yake na mwenye kujua malengo ya kuumbwa kwake, ni yule mwenye kuiangalia nafsi yake na kuihesabu nafsi yake usiku na mchana, na akawa ni mwenye kusahihisha pale alipomkosea Mola wake, akawa ni mwenye kusahihisha pale alipowakosea wenzi wake.

na kuto kuiacha nafsi yake ikabaki kuwa ni yenye kuogelea katika bahari, katika madimbwi ya matamanio na starehe za kidunia. Haitakikani mwislamu akawa ni mwenye kuiacha nafsi yake inaendelea kuogelea katika matamanio, na hilo amesema Allah, tabaraka wa taala

Akawa ni mwenye kuathirika na dunia zaidi kuliko akhira yake, dunia akale zaidi kuliko akhira yake. fa inna al-jahima hiya al-mawa al, kwa hakika moto wa jahannam ndiyo marejeo yake. fa inna al-jahima hiya al-mawa al, kwa hakika mtu huyo jahim ndiyo marejeo yake, moto wa, wa jahannam

kwa kuhesabiwa. Yule atakayeogopa kusimamishwa mbele ya mola wake siku ya Kiyama kwa ajili ya hesabu. Wa naha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake akawa ni mwenye kuikemea nafsi yake kunaku machafu na matamanio. Fa innal jannata hiya almawa, kwa hakika mtu huyo, pepo ndiyo marejeo yake

Mwenye kuhofu mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya mola wake siku ya Kiyama kwa ajili ya hesabu, wanaha nafsa anil hawa, na akawa ni mwenye kuikemea ya nafsi yake isifanya maovu na isiendekeze matamanio, fa inna ljannata hiya lmawa. Allah tabaraka wa taala anasema kwa hakika si vinginevyo mtu huyo pepo ndiyo makazi yake. Hii ni sehemu ya kwanza eh, ni sehemu ya pili ya asidqu ma asidqu maan nafsi, mtu kuwa mkweli kwa nafsi yake, kuhakikisha mtu anakuwa ni mkweli kwa nafsi yake. Na tumeona maana ya mtu kuwa mkweli kwa nafsi yake ni mtu kuikagua nafsi yake na kuihesabu nafsi yake na kuwa ni mwenye kusahihisha yale makosa yake na kutokuiacha nafsi yake inaenda tu na inabaki ni yenye kuogelea katika maasi na matamanio ya kidunia. <coughs> Aina ya tatu na ya mwisho, asidiku maannasi. Asidiku maannasi ni ukweli kwa watu, mtu kuwa mkweli kwa watu alsidqu maa nnasi, mtu kuwa mkweli kwa watu wenzake. kwa yakunu dhalika, na jambo hilo linapatikana bisidiqi fi laqwali, kuhakikisha mtu anakuwa ni mkweli katika maneno yake anapozungumza na watu. wal aamali wal ahwali, kadhalika mtu kuwa mkweli katika matendo yake pindi anapoamiliana na watu ahakikishe ni mkweli katika maneno yake, kadhalika awe ni mkweli katika matendo yake anayoamiliana na watu, na awe ni mkweli katika hali zake zote. Bi alla yakdhiba maahum fi lhadithi, anapozungumza na wenzake ahakikishe Muislamu si mwenye kusema uongo katika maneno yake. Unapoongea na watu, hakikisha Muislamu si mwenye kusema uwongo katika mazungumzo yako. Kadhalika wala yaghushuhum fi lmuamalati, pia asiwe ni mwenye kuwafanyia ghishi, asiwe ni mwenye kuwafanyia hadaa, asiwe ni mwenye kuwahadaa wenzake katika miamala, katika ile miamala ambayo unaamiliana na wenzako, miamala ya kibiashara na miamala mingineyo ambayo tunaamiliana sisi kama wanaadamu usiku na mchana katika maisha yetu ya kila siku. Hakuna mtu ambaye anaepukana na miamala na wenzake abadan. Kwa hivyo, yatakikana muislamu awe ni mkweli pia kwa wenzake katika maneno yake na vitendo vyake, na asiwe ni mwenye kuwafanyia ghishi, kwa maana asiwe ni mwenye kuwafanyia hada

mwenye kuwahadaa watu bi ay suratin, kwa sura yoyote. Mwenye kuwahadaa watu, mwenye kuwadanganya watu kwa hali yoyote ya udanganyifu, katika muamala, katika ile miamala anayo amiliyana na wenzake, yoyote atakayewafanyia hadaa wenzake katika miamala yake

Fanyiana hada katika miamala, kudanganyana katika miamala, jambo hili ni haramu, na mwenye kufanya jambo hilo afahamu ya kwamba amevunja huu msingi wa ukweli, amevunja msingi huu wa ukweli, asidiqu maa nnasi, jambo ambalo anatakiwa muislamu awe ni mkweli kwa watu pindi anapokuwa anaamiliana nao, awe ni mkweli katika maneno yake, kadhalika na vitendo vyake. <coughs> Kwa hadithi hii, inatahadharisha kufanya ghishi katika miamala, inatahadharisha kufanya ghishi katika miamala, inatahadharisha kusema uongo katika miamala, kama ambavyo twakujaona katika mwendelezo wa mazungumzo huko mbele, jambo hili na madhara yake, jambo ambalo ghishi limekuwa ni, inaonekana ni jambo la kawaida katika majambo ya miamala hasa watu wasokoni, wa sokoni wafanyabiashara, jambo hili ni mtihani kwa wao. Nasalullaha salama wal afiya. Wamebaki kuwa ni wachache katika wafanyabiashara ambao ni wa kweli, wamejipamba na ukweli wa kwa wenzao pindi wanapokuwa katika miamala yao, bali wengi wao katika wafanyabiashara

Kila mmoja azizingatie aina hizo na ahakikishe anajipamba na anashikamana nazo. Nukta ya tatu, at-targhibu fi as-sidqi wa bayani fadlihi. Zimekuja dalili nyingi zikielezea na zikihimiza jambo hili la kusema ukweli na kubainisha fadila zake. faqad hatha lislamu -islam, Uislamu umehimiza

Kadhalika, Uislamu katahadharisha kutokana na uongo, wabayana khuturatahu na ukabainisha hatari na madhara ya mtu w kusema uongo. Lakini katika muhadhara huu tutataja baadhi ya mambo ambayo yanaonesha ubora na utukufu wa kusema ukweli, lakini pia tutataja baadhi ya mambo ambayo yanaonesha yanaonesha madhara na hatari ya kusema uongo, kwa sababu hatuwezi kuelezea mambo yote yanayoonesha fadhila yanayoonesha umuhimu wa kusema ukweli au kusema uongo na kubainisha madhara yake. Sehemu ya kwanza, tunataja baadhi ya mambo yanayoonesha faida na ubora wa kusema ukweli.

kadhalika na maneno yao, kadhalika na matendo yao. Kwa mtu anapokuwa ni mkweli, jambo hili la kusema ukweli linamjalia na kumfanya mtu huyu min ahlihi ay min assadikin, anahesabika mtu huyo kwamba ni katika ka wakweli. Wayunjihi min almahalik, na jambo hilo la ukweli ni lenye kumuokoa mtu huyo kutokamana na maangamivu, anakuwa si mwenye kuangamia

kukujaliyeni faraja kukupeni faraja katika mambo yenu ya kila siku. Kadhalika Allah tabaraka wataala atakuwekeyeni maharaji atakuwekeyeni matokeo, atakuonesheyeni njia ya kutokea kupata saada na salama na kupata mafanikio ya kidini kadhalika na mafanikio ya kidunia pale utakapokuwa ni mkweli katika mambo yako, ukiwa ni mkweli katika maneno yako ukawa ni mkweli katika matendo yako ukawa ni mkweli katika miamala yako, Allah tabaraka wa taala anakufanyia wepesi katika mambo yako na anakuwekea matokeo. Hii ni faida ya kusema ukweli. Hili ni jambo la kwanza lenye kuonesha fadhila, ubora wa kusema ukweli, na ni kwamba mtu mwenye kusema ukweli anahesabika na anaingia katika orodha ya wakweli. Thaniyan, Jambo la pili katika mambo yenye kuonesha fadhila na ubora wa kusema ukweli, anna sadiqina fi dunya yanfauhum sidiquhum fi lakhira, ni kwamba wenye kusema ukweli hapa duniani, waislamu wenye kujipamba na tabiya hii na sifa hii ya kusema ukweli

yaumu yanfau sadiqina sidquhum, ni siku ambayo utawafaa na kuwanufaisha wale wa kweli, wale waliokuwa wakweli katika maisha ya dunia, utawafaa ukweli wao. Hadha yaumu yanfau sadiqina sidquhum, siku ambayo utawafaa na kuwanufaisha wa kweli ule ukweli wao siku ya kiyama Allah tabaraka wataala anabainisha katika maneno yake haya matukufu ya kwamba ni siku ambayo wale wenye kusema ukweli utawafana kuwanufaisha sidikuhum ukweli wao aya hii inaonesha fadhila ubora wa mtu kusema ukweli

Ni juu yenu wanadamu kulazimiana na ukweli, ni juu yenu kusema ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila lbiri, kwa hakika ukweli kunamuongoza mtu kum, kumfanya kuwa ni mwema. Aleikum bisidiki, ni juu yenu Waislamu kulazimiana na ukweli, ukweli katika maneno, ukweli katika vitendo, ukweli katika imani

katika janna, wama yazalu rajul yasduq, na hato acha kuwa mtu ni mwenye kusema ukweli, wa yataharra sidqa, na akawa ni mwenye kukusudiya kusema ukweli, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, hadi mtu huyo atakuwa ni mwenye kuhukumiwa na kuandikwa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba ni mkweli. Atakapokuwa mtu ni mwenye kuendelea kusema ukweli, wa yatahara sidqa, na akawa ni mwenye kukusudia kuusema huwo ukweli, yani pindi mtu anapotaka kusema anakusudia kusema ukweli, mtu huyo anakuwa ni mwenye kuandikwa, kwa maana anakuwa ni mwenye kuhukumiwa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba mtu huyo ni mkweli.